Laana ya kijiji cha Kifimbo. Kijiji kisichotakiwa kukaliwa. Kulikuwa na kijiji kimoja kilichojulikana kwa jina la Kifimbo, kilichoko pembezoni mwa milima ya Rukwa mkoani Sumbawanga. Kijiji hiki kilijulikana kwa maajabu, visingizio na vifo vya kutisha. Wazee wa zamani walikuwa wakisema, Kifimbo si cha kuishi, ni cha kuishiwa. Lakini watu wachache waliamini. Maisha ya porini na rutuba ya ardhi vilivutia wahamiaji wengi kutoka maeneo ya mbali. Wakazi wa zamani wa Kifimbo walikuwa wachawi sugu waliotanguliza imani za kishirikina kuliko utu. Walikiwa kafara ili kuendelea kuishi milele. Waliamini kila mtoto anayezaliwa kijijini humo ni tishio kwa nguvu zao za giza. Familia ya Mzee Mungonya. Mzee mmoja aliyehamia Kifimbo kutoka Mpanda aliitwa Mungonya. Alifika na mkewe Nalia wakiwa na matumaini ya kuanza maisha mapya ya kilimo. Kwa miaka mingi, walikosa kupata mtoto. Walihangaika kwa waganga wa jadi na hospitali, lakini bila mafanikio. Baada ya miaka kumi na mbili, Nalia alipata ujauzito. Furaha ilitapakaa kijijini, lakini wakazi wa zamani walimwona kwa jicho la chuki. Huyu anavunja mpango wa mababu, walinong'ona gizani. Mtoto alizaliwa alipewa jina Baraka. Alikuwa mrembo, mwenye afya na mchangamfu, lakini furaha hiyo haikudumu. Usiku wa siku ya nane, mtoto alikuta amefariki bila dalili wala ugonjwa. Mungonya alilia kama mtoto, lakini huo haukuwa mwisho. Wanaopata mtoto hawaishi Wakazi wengine waliopata watoto pia walipatwa na balaa hiyo. Familia ya Zawadi na mumewe Ngwasi walipoteza watoto wawili. Kila mtoto aliyefikisha siku ya saba alianza kutoa jasho jingi, akapoteza fahamu na kufariki alfajiri. Zawadi alipata ndoto ya kutisha usiku mmoja. Alimwona mzee wa ajabu mwenye ngozi iliyokauka kama gome, macho mekundu kama makaa, akimwambia, watoto wenu si wenu, mnachokifanya ni kuingilia utaratibu wa giza, toeni sadaka au endeni. Alipoamka, miguu yake ilikuwa imejaa michubuko, kana kwamba ametembea miba kwa masaa mengi. Ndipo akaamua kumweleza mungonya kuhusu ndoto hiyo. Walikubaliana kufukua historia ya kijiji, siri ya mzee Binde. Wakaanza kuchunguza na wakamfuata mzee pekee aliyeaminika kuwa hana ushirikina, mzee Binde. Huyu alikuwa kipofu aliyekuwa akijulikana kwa hekima. Aliwaambia, kifimbo ni laana. Zamani wachawi wa kabila la Wamang'ole walilifunga kwa adano la damu, wakakata vizazi ili wao waishi milele. Mtoto yoyote anayezaliwa, damu yake huwa sadaka ya kuwapa nguvu za giza. Kama hamtaondoka, mtapoteza kila mnapokipenda. Harakati za kuikomboa Kifimbo. Mungonya, Zawadi na familia nyingine wachache walioungana, waliamua kufanya ibada ya kutakasa kijiji. Walikusanya mabaki ya makaburi ya wachawi, wakawasha moto mkubwa usiku wa mwezi mpevu. Waliomba, wakalia na kukemea kwa sauti. Lakini wakati huo wa moto, upepo mkali ulivuma Kelele za ajabu zikaanza kusikika kutoka ardhini, vilio vya watoto, vicheko vya wachawi na mingurumo isiyo ya kawaida. Moto ulibadilika rangi kuwa mweusi na ukazimika. Hafla usiku huo, zawadi alipotea. Asubuhi yake alikuta amekufa kwenye mti wa mpingo, akiwa na maandishi kifuani: mnachochoa moto wa moto, lakini hamtaweza kuteketeza laana. Mungonya alikata tamaa. Alimzika Zawadi kwa heshima, kisha akaondoka na mkewe na Lia. Walihamia kijiji cha Kalambo. Baadaye walipata mtoto mwingine ambaye aliishi. Wakazi wa Kifimbo waliobaki waliendelea kuteseka, wengi wakifariki, wengine wakipotea. Kijiji kikawa kimya, majani yakaota, watu wakaogopa kupita hata kwa mchana. Mafunzo: kila mahali lina historia yake. Mengine hayakufaa kuendelezwa bali kuachwa kama yalivyo. Si kila ardhi yenye rutuba ina baraka na si kila ujauzito ni neema panapokuwa na laana.